Live, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Wote wanatokea Kariako. Vinakwenda kuoneshana ubabe. Yes, nini? Kitu gani kitatokea? Ahmed Arajiga kama ilivyoada. Na haya ndio wanajeshi ambao wanaenda kuwakilisha kikosi cha Romain Folz. Kocha huyu wa Yanga mchezo wake wa kwanza kimashindano. Na hawa ni wekundu wa Msimbazi kutokea Msimbazi Kariako. Golini ni Muso Pinpin. Kamera mechi iliyopita waamuzi walitoka Misri, leo hii kutoka Tanzania. Ahmed Arajiga yupo katikati akisimamia mtanange huu ambao tayari umekwisha anza. Ni dabi ya Kariakoo, ni heavyweight match, ni mechi ambayo ina presha ya aina yake. Young Africans dhidi ya Simba mnyama mkali. Tuone mambo yatakavyokuwa katika dabi hii ya Kariakoo. Mimi ni Gharib Mzinga yamecheza mpira kwa kichwa setup ndani ya box Shomari Kapombe Kip Denis prosper umebabatiza na kwenda nje. Ilikuwa nafasi nzuri sana kwa Simba, kwa Kip Denis Jean Shale ahwa ameujaza ndani. Abduraza hamza nakata jiki jiara, jaribio nzuri kutoka kwa Abduraza hamza spia junior on target ya kwanza mlengo alikuwa Abdullah zakamza ambaye alistretch defense kwa upande wa juu na akafanikiwa kupiga bullet eda ile, lakini kwenye mlingoti wa kwanza alikuwepo target nzuri akaluka vilivyo akapiga, lakini jigi diara alikuwepo pale na kuondosha mpira ule, timu ya taifa ya Guinea. Kip Dennis prosper kapita, akapita Kip Dennis amepitisha tena katika nafasi. Kip Dennis imeshindikana. Bado, anonoshe, Rek, kwa kichwa bado anaonosha Shadrack Boka Isaka, rushenderek kwenye kontrol. Ni Kiala Gwamaka, Aziz Aziz Ndabwile anajaribu kusogea pembeni kule. Dube kwa kubadilisha mpira katika nafasi, mudafiria haya wa kwanza Pako Mzuswa kadhibiti mpira. maceza nani anaokamata Pinpin Kamara, Spiderman Prince Mpumelelo Dube aliiseti na kuiweka, lakini Mudathir yaya basi hesabu ya zake zikakataa. Rejeo la shambulizi, pinpin Pin Kamara akawa wa kwanza kunyaka ule, tunasema kanyaka kama nyani akaanguka chini. Ni shambulio la kujibu, baada ya kukoswa na kazi nzuri ambayo imefanywa na mlinda mlango Jiji Diara. Ulianzia kwa golikipa, akaugusa vizuri, akaiweka kwenye nafasi na akawekewa tena katikati ya walinzi, amekutana na mlinda mlango akataka kumbabua lakini unaweza ukamsifu touch ama setup nzuri akataka kumbabua na ameucheza. Jiji Diara, Save ya thamani kabisa. Young Africans wanashangilia, lakini Simba wanaweza wakawa na ghadhabu kama aliyokuwa nayo Jurasi, nyota wa Borussia Dortmund ya Ujerumani.